Nam, leo kwenye mjadala wetu tunamzungumzia kiongozi wa Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ambaye alichukua utawala nchini humo kufuatia mapinduzi aliyoyoongoza dhidi ya luteni kanali Paul Henri Damiba mnamo Septemba mwaka 2022. Tangu aingia madarakani, Burkina Faso imekuwa ikitajwa katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa. Kwanza ameondoa nchi yake katika muungano wa kikanda wa nchi za magharibi mwa Afrika Kiano, mkoloni wake wa zamani Ufaransa, na kugeukia kwa Urusi, na mambo mengine mengi. Mwenendo wake unaonekana kuwashawishi na kuwavutia vijana wengi barani Afrika kila linapotajwa jina lake. Lakini nini hasa wanachovutiwa nacho hawa vijana kwa kiongozi huyu wa kijeshi? Naungana na, na Godfrey Mchungu, kijana kutoka Tanzania, mwandishi wa habari pia lakini mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Godfrey, unanipata bila shaka? Nakupata vizuri sana. Uko vizuri? nipo vizuri sana. Kwanza tuanze na hili la ushawishi. Wewe kama kijana unahisi ni kipi hasa kinaovutia vijana wa Kiafrika kwa kiongozi huyu wa Burkina Faso Ibrahim Traore? Kwanza ukitazama kwenye siasa za Afrika na siasa za Afrika Magharibi hususan mm -hmm. katika ukanda wa Sahel mm -hmm. Kapteni Ibrahim Traore ni kiongozi ambaye amekuwa akichukua taswira kubwa sana kwenye siasa za kiafrika vile katika namna gani viongozi wanaweza kutafsiri matokeo kutafsiri siasa kwa ajili ya matokeo. Tangu alivyoingia mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kwa ajili ya mapinduzi, ni kiongozi ambaye ameonekana anawiwa na kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi ya Burkina Faso viongozi wa kiafrika na rasilimali za kiafrika zinakuwa zinawaajibika na, na, kuwa, sinawa, na kuwafaidisha wananchi wa Kiafrika. Kwa hiyo vijana wengi ukitazama wananchi wa Kiafrika, mm. ambazo ukitazama bara Afrika lina watu uh, bilioni moja nukta tano mm -hmm. na ukitazama asilimia sabini ni vijana. Kwa hiyo vijana wengi wanamtazama kama ni taswira yake ya kuweza kujionyesha kwamba ni kiongozi ambaye anawakilisha taswira yao na wanawakilisha matarajio yao. Kwa hiyo mtindo wake wa kuvaa, mtindo wake wa uongozi, mtindo wake wa kupigania masuala makubwa ya nchi ya Burkina Faso. Na, kulabana, na kama ulivyosema hapo tunafahamu kwamba Ibrahim Traore ameingia madarakani kwa mapinduzi na ikiwa na maana kwamba sio kwa njia ya kidemokrasia. Sasa swali ni kwamba vijana hawa ndio walikuwa wanajiuliza hapa, wanavutiwa na yeye kutanguliza maslahi ya nchi mbele na siasa au siasa zake, kama kwamba tu wanamkubali kwa jinsi tu anavyoendesha mambo yake. Kwanza ukitazama katika nchi za Kiafrika umekuwa na mpito wa kidemokrasia ukitazama nchi za Kiafrika wamekuwa na maswali mengi kwa ici ambayo kinachoitwa demokrasia ya Kimagharibi. Kwa hiyo kutazama na wenzake, kwa mfano uh, na ukenda kule Amari eh, wamekuwa wakiakisha kwamba kwa demokrasia garibia, lingia, ya Kimagharibi ambayo iliingia miaka ile ya tisini kwamba haijanufaisha nchi za Kiafrika, kwa hiyo uh, wananchi wengi wa nchi za Kiafrika, wananchi wengi wa Sahel wamekuwa na maswali namna gani demokrasia ya Kimagharibi haijitutia matokeo ya maisha yetu ya kila siku ya moja kwa moja. Kwa hiyo mtindo wa viongozi kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi za Kiafrika zinawafaidisha wananchi wa Kiafrika, mtindo wa viongozi kuhakikisha kwamba namna gani mfano uh, iki ambacho aitwa demokrasia ya Kimagharibi imekuwa ikiwalazimisha baadhi ki ya viongozi wa Kiafrika kuweza kupigania masa ya Kimagharibi na sio masa ya wananchi wa Kiafrika. Kwa hiyo wananchi wengi na vijina wengi tumekuwa tukimuhusudu kwa sababu ni kiongozi ambaye, cha kwanza, anakuja na mtindo mpya wa kupigania masa mapana ya Kiafrika, kuhakikisha kwamba kwa kwa rasilimali na utajiri wa Kiafrika unawafaisha wa Kiafrika na wananchi wa Kiafrika wanakuwa wanaweza kujiamini zaidi. Mtu anaweza kawa anajiuliza hili wimbi la vijana kumkubali kiongozi aliyeingia madarakani bila y kuchaguliwa linaiweka wapi demokrasia ya Afrika mtazama? Yes, ni kwamba umekuwa kuna kuna maswali mkanganyiko, um, manakwamba, um, utanikuuti kwa sababu tunajua mifumo ya kidemokrasia tunahitaji uh, wananchi waweze kuchagua viongozi wao, biyongosu wao biyongosu, ili waweze kuwaweka madarakani na hiyo dhana tunaita kwenye uchambuzi wa kisiasa ni kwamba serikali itakuwa na uhalali wa kisiasa, lakini kwa mazingira ya nchi ya Burkina Faso tumeshuhudia pale ambapo wananchi wa nchi za Sahel kwenye nja ni kwa hiyo, wananchi wa Afrika wamekuwa na maswali dhidi ya demokrasia ya Magharibi. Kwa mfano, utazama katika ukanda wa Sahili, inatajwa kwamba alikuwa ashiria mkoloni wa mkoloni wa zamani wa Ufaransa, ambayo inatajwa kwa kuwa nchi ya Ufaransa imekuwa ikimiliki vikosi vya wanamgambo wanajeshi nchi za Sahili, ikiwemo Burkina Faso, imekuwa ikimiliki uh, makampuni makubwa ya kuzalisha madini ya wenyewe, lakini wananchi wa Sahili masuala yetu ni ya moja, ambao kimsingi imekuwa na utata, lakini kwa watetezi wa kidemokrasia wanasema kwamba viongozi hawa sahi wanavunja demokrasia ya watu kuchagua. Godfrey, nitarudi kwako muda usiokuwa mrefu upande wa pili wa studio yuko hapa lile ni mtono. Uliweka chapisho mtandaoni huku mm. ukiwauliza wa vijana wa kiafrika swali hili hili kwamba mm. wanashawishika na kipi hasa kwa Ibrahim Traore. Yeah, wanasemaje huko mtandaoni? Suleiman, wanasema mengi, wanamsifu kwa ujumla mm. Traore mm. kwa mfano Ali Dadi, ndivyo wanavyojiita hapa mm. anasema huyo ndio rais, wengine ni wapigaji. na Tumai na mwenzetu kutoka huko Tanzania anatusikiliza mm. asikilize uh, maoni ya vijana na wachangiaji wetu mm. hapa, pengine naye atakuwa na mawili matatu ya kuongezea. Anaitwa uh, DJ Shukuru Musai, yeye yupo Congo huko mm. uh, Butembo, anasema Traore kuna, tuna kuhitaji hapa kwetu Congo mm -hmm. hata kama wewe sio raia wa Congo lakini ukifika hapa kwetu lazima tutakupa kibali. hmm. ili uwe mkongomani alafu tukuchague uwe rais. Ni maoni yake DJ Shukuru. Lakini qwini anasema dalili ya kiongozi mzuri huwa hasomi karatasi anapotoa hotuba hmm. anatoa kichwani. Huyu jamaa ni mfano mzuri, yani anajua nini anataka kukifanya. Rais wa Ufaransa alisema Hebu tuimarishe, namnukuu, kuu hebu tuimarishe urafiki wetu na tuanzishe vituo vya kijeshi vya Ufaransa huko Burkina Faso. Lakini kapteni alimjibu, tayari wewe ni rafiki na Marekani, Uingereza mm. Brazil na Kanada. Je, huko una kambi za kijeshi. Alimjibu hivyo lakini. Uh, Hassan Wandi anasema mm, itoshe kusema nampenda sana, hata nikieleza mazuri yake haitoshi. Upendo tu wa wa wa asante, bila shaka hata <laughs> maoni hayo uliyosoma yanaonyesha watu kumkubali mm. Sasa nirejee kwako bwana Godfrey Mchungu, unahisi Afrika inahitaji kweli viongozi wa aina yake Ibrahim Traore? Tazama, ni kwamba ukikumbuka au kama unakumbuka hotuba ya mwisho ya mwalimu Julius Kambarage Nyerere mm -hmm. baba wa taifa wa Tanzania wa ambaye aliitoa kule Ghana mm -hmm. alisema wazi kabisa kwamba kizazi cha kwanza cha viongozi waliweza kupigania uhuru wali wa mataifa yao kwa maana kwamba waliweza kupigania uhuru wa kisiasa. Kizazi cha pili mm -hmm. na kizazi cha tatu kina wajibu wa kupigania ukombozi wa kiuchumi. Kwao tunahitaji viongozi kama kina Traore ambao wanapambana na maslahi makubwa ya kiuchumi. Tunahitaji viongozi kama wakina Traore ambao wanapigania na kuweza kutafsiri siasa kuweza kuleta matokeo, na kimsingi ni kwamba katika nchi za kiafrika tangu tumepata uhuru uh, sini, mm. na miaka ile ya sitini ikianza na Ghana mwaka elfu moja mia tisa hamsini na saba tumekosa viongozi ambao wanaweza kutafsiri siasa kwa ajili ya matokeo ya watu kime vile tumekosa viongozi ambao wanapigania rasilimali za nchi za kiafrika. Ukiangalia takwimu katika kile ambacho kinachoitwa uh, nchi ambazo zina rasilimali au bara ambalo lina rasilimali, Afrika ni bara ambalo lina lina watu wengi, kumaana kwamba ni bara ambalo lina nguvu kazi watu bilioni moja nukta tano, bara ambalo lina rasilimali na, na bara ambalo kimitazama limekuwa lina ardhi kubwa kwa ajili ya kufanya shughuli za kiuchumi. Kunaweza kasema tunahitaji viongozi ambao wana, wanaweza kupigania maslahi ya kiafrika viongozi ambao wataweza kutafsiri rasilimali za kiafrika kwenda kwa utajiri na kuweza kuinua maisha ya watu. Kwa hiyo Traore amekuwa na ushawishi kwa sababu uongozi wake, harakati zake, falsafa zake, imani yake zimekuwa zikigusa maisha ya watu moja kwa moja. Kwa hiyo hichi tunachokiona, nafikiri matokeo ya falsafa mikakati, mitindo ya kiongozi mm. kuweza kupigania na kugusa maisha ya watu Hey, mtu pia anaweza kaa anasema kwamba kwa anacho kifanya Traore sasa, vijana wa Afrika kweli mnaamini kwamba kinaweza kufanyika katika mataifa mengine pia ya Afrika? Hatuungi uh, mkono harakati za mapinduzi uh -huh. au harakati za kuongoza kwa nguvu, lakini tunatamani viongozi waweze kutafsiri uongozi wao kwa ajili ya kuweza kugusa maisha ya watu. Mwalimu yetu fundisha kwamba uongozi maana yake ni daraja uongozi maanake ni kugusa maisha ya watu. Uongozi maanake ni kuwatumikia wengine. Tazama kwa mfano, Ibrahim Traore amepunguza mshahara wake kwa ajili ya kuikisha kwamba wananchi wanapata huduma muhimu kwa ajili ya maisha yao. Tazama kwa mfano katika uh, ziara ambayo aliifanya kule Kremlin kule Urusi, alimwambia uh, rais Vladimir Putini kwamba hatuhitaji msaada wa chakula katika nchi ya Kiafrika, tunahitaji teknolojia, tuje kuwekeza katika nchi zetu tuweze kujitegemea kwa chakula. Kwa kimsingi ni kwamba utamtazama kiongozi ambaye amekuwa akiwiwa, ana tamaa kubwa, ana hofu kubwa dhidi ya mustakabali wa watu ambao kimsingi anawaongoza. Unaweza akasema kwamba kiongozi ambaye amekuwa akigusa masi mapana ya nchi za kiafrika. Mwisho kabisa, huku kumkubali kwenu kiongozi huyu Ibrahim Traore kunatuma ujumbe gani kwa viongozi wa wengine wa mataifa ya Afrika kwa ufupi? Yes, kwanza kinachotoa taswira kwa viongozi wa nchi za Kiafrika, uh, nchi za Kiafrika ni kwamba lazima wajue kabisa kwamba vijana nchi za Kiafrika wamekuwa na matarajio yao. Vijana katika nchi za Kiafrika wengi sahivi wamesoma. Vijana wa nchi za Kiafrika wanajua kabisa kwamba wanatakiwa kuishi kama ni sehemu muhimu, mustakabali muhimu kwa ajili ya maisha yao. Kwa hiyo tunatamani viongozi wa nchi za Kiafrika waweze kuwa viongozi kwa ajili ya watu tunatamani za kiafrika waweze kutafsiri siasa kwa ajili ya matokeo. Tunatamani viongozi wa kiafrika waweze kugusa maisha ya watu. Kwa hiyo Traore ni mfano wa kuigwa, ni mfano mzuri wa viongozi wa kiafrika ambao wanagusa maisha ya watu moja kwa moja. Eh, Godfrey Mchungu, tunakushukuru sana kwa kujumuika nasi kuweza kumzungumzia kiongozi wa Burkina Faso, Ibrahim Traore na ushawishi wake kwa vijana wa Afrika.